E bana, ikiwa ni siku nzuri kabisa siku njema na siku ambayo tunakuja na maamkizi mema ya kusema ya kwamba e, Mwenyezi Mungu aijalia e, nchi ya Tanzania kuwa ni nchi ambazo zenye kuvutia watu zaidi na watu wazidi kuja Tanzania mm. Haswa wale ambao ni Waarabu <laughs> <laughs> namaanisha kwenye hili ndio hususan ni Waarabu wawe ni eh, moja kati ya watu ambao wanapenda vivutio vya Tanzania mm -hmm. Waweze kuja kwa wingi ikiwemo kupata mafanikio akiwa hapa hapa kwetu hapa hapa na wanayapata kwa wingi mafanikio unajua ikiwemo vikombe hakuna sema mbako uh, Mwarabu anapata sana uh, ushindi ama mafanikio mengi akiwa Tanzania haijalishi <laughs> ameenda kuyachukulia wapi eh. Eh, iwe kwenye nchi ama kwenye visiwa mm. Na uzuri ni kwamba mm kelele zinapungua, unajua, tunapokuwa tunawapa zawadi wenzetu wanaokuja nchini basi, hmm. kelele zinakuwa zinapungua, majivuno sio mengi. Alafu ukimpa zawadi mtu amekuja kutembelea kwenye nchi yako, hiyo ni moja ya upendo. <laughs> Ujua ni upendo, ni upendo wa hali ya juu. kwanza tu, <laughs> mimi niwape hongera, unajua <laughs> tuwapongera Simba moja sio mbaya sio mbaya, na alofikia sio mbaya, ja wenzao wa walivaa medali mm. na wao wanavaa medali, kwa hiyo e, ule e, misemo ya kwamba e, huu si tuna medali a amna kwamba umeisha kila, okay. mtu anazo medali zake. Sasa katafute baadaye ubingwa atakapojua kupata, bwana. Hii hapa ni gossip table, tumeanza kuchagiza na mada nzima ya Simba. Tunawapongeza, wamekuwa washindi wa pili wa michuano ya shirikisho, sio mbaya, hongera bwana refa tu tuka, lakini tukawanyonga lakini walikuwa wanafanya vizuri unyonga. <laughs> Hey, sio mbaya, tunawapongeza e, lakini umbea, mm. table, Asami, mm, hapa ni meza ya mimi ni Ali, tuko hapa bwana, leo tuna mada nzuri sana ya kuongea okay, so na wewe tayari nimesubscribe na kubonyeza hiyo alama ya kengele ambayo unaiona hapo kwenye hii video chini, hapo ipo, unaibonyeza hapo, like, na oametisha sana, ukilike na kukomenti umetisha zaidi zaidi zaidi zaidi

Na Lulu Diva. Lulu Diva Diva katufanya, Diva. katufanya, katufanya nini okusami, Lulu Diva, <laughs> kitu gani sasa, na akasema kitu gani? <laughs> eh, eh, eh, nakisikiliza kwa hamu bwana mm. Kwanza uh, kabla ya kuenda kusema kile ambacho amekizungumza mm, hujua -hmm. watu wamekuwa akimzungumzia sana Lulu Diva yep. Kwanza amekuwa ni mtu ambaye hata yale mahusiano yake mm -hmm. kuonekana eh. ni nadra, lakini pia wanazungumza kwamba umri unaenda mm. hana mtoto eh? Sinasemekana hivyo acha bana. kweli kanoche kumsikia mtu wa vaai rudiva ha, na namwona na, na, na tu ni yeye ni yeye tu hata kule Tanga kwao kani yupo labda basi Dar es Salaam awezi kuwepo Tanga vipi Pengine, pengine yupo labda. Ila ma, ee, e sisi sasa wambia tunaamini kwamba hana. Na sisi hatuonyeshi hmm, kama yupo. Hatuonyeshi kama yupo. Sababu sisi tunajua jinsi ambavyo watu maarufu wanavyopenda kuwaposti watoto wao hmm, damu zao e e, kila sehemu alipo yupo pamba kali kiasi kwamba wanapata pata wanapata hmm, uh, paka zile dili zile za ubalozi. Ubalozi wa watoto. Kwa nini eh? Wanafikiri asingeweza kumposti au kumuonesha Anaduka ee hey, anaweza kuwa hata brandi ambasada wake hey, anamvalisha mwanaye hey, anaonekana kwamba mtoto kapendeza mama, kwa nguo za mama. Jueni mnunue. Kwa hiyo unahisi pia hata naye anaweza kaja kuwa balozi wa duka la babake. Inawezekana mtoto mdogo kanunulia iPhone, ila sijai kuiona hiyo, kwamba mm, watoto wao wenyewe wanawafanya kuwa mabalozi wa kutangaza bidhaa zao ama biashara zao zaidi wao wanawapambania ili waweze kuwa mabalozi kwenye makampuni mengine kule, ili waweze kulipwa eh hey, kwa sababu siala inakuwa inaingia, naingia, inaingia hmm. Lakini pia ingependeza hata wao pia, kwa wanawatumia wana watu eh hey, unamweka tu nao kwenye brandi yako Aha. Unatangaza brandi na mtoto wako anaonekana. Unamlipa mtoto, kwani shida iko wapi? Unamlipa tu, shida iko wapi? Baba, unamlipa mtoto. Kwa kachagua kati ya watoto wake hata mmoja au wawili, akawa ambassador wa, wa wa media. Sasa watoto watoto wa big wao, sio ukiwataja yaani majina yao tu tayari ni brand. Mtoto wake Kenya anakula matangazo Tanasha Dona, Tanasha Dona eh na Nasibu Junior ah. yule anakula matangazo kabisa mtoto yule yule baba ake yani... simba la masimba Dangote ajiulizi yani yani pale huyu so, yani kuna alama fulani pia ukiziona kudondokea wapi akituletea kicheki <laughs> tu zile lipsi rangi, sio shida zile lipsi. sasa ndo <laughs> tutajua kwamba hapa kweli dada yetu hajaiba, <laughs> <laughs> lipsi zile zenyewe, e. lipsi kama za mnyamwezi pale ambaye kaenda za kiwarabuni huko, tuzioni ndo zilezile. Sasa bwana, mbali na kwamba hata hajawahi watu kumwona mtoto wa Ludiva, lakini pia hajawahi kusikia Ludiva akizungumzia ama akiwa na zile shamrashamra za kutamani ndoa mm. Kumbe shida ni nini? Ludiva bwana akaja na kitu akakizungumza kwenye yeah. Halaiki ya watu bana, bana, bana. Akasema kwamba mwanaume hapendezei kuwa msafi. Unakuaje mzee wa bling bling, unakuaje msafi? Just imagine, unafika kwa mwanaume kwanza tu ile mm. mlangoni umefika pale ogopa, saa unaambiwa vua viatu yani. Just eh, imagine yeye eh, mwenyewe mwanaume anakuambia vua viatu. Yaani kwa nini kwanza uwe msafi alafu kwa nini mwanaume akombe vua viatu? Eh, eh, eh. Kwanza kwa nini mwanaume unakuwa msafi? Mm. Eh. Kwa nini mwanaume unakuwa unajua kupika? Ah ah. Yaani, unaingia ndani kwa mwanaume unakuta kwenye kwenye ile ile nini kitchen cabinet ile imejaa spices za kutosha, hapa kuna kiti masala hapa, yeah, kuna pilau masala, hapa kuna chicken masala Limda, kuna siu mala, kuna kijiroi kwa kidogo mala, kuna vijikaranga vya kusaga mala, kuna kiji ah, nini, kwa nini <coughs> sasa udvakaa akasema mwanaume unakuaje msafi? Sasa yeye yeah, anataka mwanaume wa aina gani? Kama mwanaume asiwe msafi, dunia hii inahitaji sisi? Sasa ndio tukaje sisi, waambie tukasema hivi hmm? Au ndo kwa sababu ndio maana ndugu yetu mambo yanachelewa wenda ah, nao kutana nao ndio hao ambao wanaishi kwamba mm, mwanaume design hii wenzangu, atufiki mbali. Sasa ukiona hivyo ukiona hivyo, mimi sasa a nikwambie kitu sami. Twende kazi. Nikwambie kitu kimoja, ukijiona wewe unapenda kuangalia movie za mapigano mm. Atafuta mwenzako ambaye mnaangalia muvi za mapigano. Ukijiona wewe unapenda kunywa mvinyo, pombe kali, lazima utafute mwenzako ambaye mtoka, mnatoka usiku ndo kunywa nini, pombe kali. Ukijiona wewe ni mchafu, lazima utatafuta mwanamke au mwanaume ambaye ni nini, mchafu. Basi, kwa hiyo imeisha, yaani hapa unajua yeye. Kwa hiyo sasa hapo tunamweka Lulu Diva kwenye kundi gani, mbea mwenzangu? mm, Lulu Diva ni mchafu. <laughs> Lulu Diva ni mchafu ndio maana napenda mwanaume msa? Msafi. Msafi. Hey. Kwa sababu kama wewe kama wewe mwanamke mm. mwanamke mi najua ndi mwenye sifa ya kuwa anapenda usafi mm, na mwanaume anapokuwa anamhitaji mwanamke, maana yake anahitaji mwanamke ambaye anakuja kumbadilisha yeye na nyumba yake ndio kama alikuwa anaishi siku zote analala shuka moja mwezi mzima, basi itabadilishwa hata kila baada ya siku tatu. Kila baada ya siku tatu unabadilisha shuka. mm. kama nguo zako unavaa boxer siku saba, basi kila siku kila siku unabadilisha, eh, kwa sababu unaishi na mwenzako ambaye unaamini kwamba anakuja kubadilisha maisha yako. Sasa mwanamke ambaye wewe utegemee aje kwenye maisha yako uh. akubadilishe, yeye mwenyewe hataki wewe uwe msafi, anataka wewe uwe mchafu, kwa hiyo uendelee kubaki pale pale na kupiga hatua? Hapana, kwa kweli Sema pengine pengine, kuna kauli ya badira ra kuiongea sisi hatujamwelewa, pengine. Kwa sababu mtu akiwa, unajua, usafi, umaridadi unahitaji fedha, umaridadi unahitaji utoe kitu mfukoni ili upendeze. Ndio labda amemaanisha, mwanaume hutakiwi kuzingatia usafi wako Yaani, pesa yako usitoe kuzingatia usafi wako umzingatie mke. umzingatie mke labda pengine alikuwa anamaanisha hivyo, labda alikuwa anamaanisha hivyo, au la, pengine alikuwa eh, anamaanisha kwamba mm -hmm, mwanaume wewe usiwe msafi mm -hmm, labda ukitoka huko mm -hmm, mambo yatakuwa ndivyo sivyo, labda anaogopa pia kuibiwa ah. Sisi, tuna, sisi kama sisi tunaendelea kuzi, kuziweka tu zile tunadhani ama tunahisi kwamba mm -hmm, labda hivyo lakini kwa nini aje na kauli kama hiyo? kwa nini aseme hivyo? Na tukimwangalia naye mwenyewe si alivyo vile mzuri, mzuri. Mzuri. Mashaallah, akajaliwa hata kama ni Uturuki sawa akajaliwa mm. <laughs> yuko vizuri mtu wa kitanga mm. E, amejaliwa pia uwezo, utafuta hela upo e. unajua ni mwanamke ambaye sio tegemezi hela mwenyewe, msanii. Msanii anachompendea Lulu Diva ana ana yani, e, mchakarikaji mm. anaimba, anaigiza MC yeye, ye. <laughs> mfanya biashara yeye, vitu vingi sana, sana yupo eye mm. kwenye, kwenye uchawaonaga yuko karibu sana na Tanzania atio. Mm. Sime, urafiki, nao, ura, urafiki, nao ura, urafiki wao pia umekuwa sio e, yani sio, sasa hivi una yumba yumba, eh, yani sio ule wa kusema kwamba yani, unajua kuna kipindi fulani na Wema, Lulu Diva na Wema tukotona, ni BFF mmm, alikuwa ni BFF, ni kabisa BFF kabisa, lakini baadaye kuna vitu vya chini chini vilikuwepo mm. kwamba maneno, unajua wanawake wana kitu kimoja. Ukikaa chini pamoja, unachomwambia mwanamke mwenzio, kesho tegemea utakesia kwa mtu mwingine, yani lazima. ndivyo ilivyo, ndivyo ilivyo. lazima. yani kama hata mwambia shoga yake mwingine, basi atamwambia hata bwana yake. mm. unajua kuna wale mahusiano pia, watu wakikaa, sasa, sasa unafika ule muda, wanakaa wanapiga umbea, wanawasema <laughs> yani lazima eh. lazima itoke. Hata huyu pia alikuwa na urafiki na nani, ex wa m v unaonekana sasa hivi, kabla ya sasa ya eh, hivi sa, yani kabla ya urafiki, alikuwa na urafiki before. Before. Eh, wakati ipo kwenye ndoa yule, mm. Wakati ule ipo kwenye ndoa ikasadikika ya kwamba eh, eh, huyu kuna maneno anapeleka kwa mzee. Nani sana anapeleka maneno. Ni bwana moja mbili tatu, hebu mwangalie bwanasa kile kitu kidogo ikatengeneza kama mtafaruku baina ya Lulu na Zailisa. Zailisa, okay, lakini avnaonekana wamemaliza, kashatoka. yes, kule anapelekewa yes, a hakuna anapelekewa maneno. Kwa hiyo sasa tuseme kwamba Zailisa pia kaingilia, uh, urafiki wa Wema na Lulu ema mm. urafiki uh, unaweza kuwa na marafiki wengi, unaweza kuwa na marafiki wengi ila sasa, sasa hivi naona ndo rafiki huu ndo umepamba moto kuliko, ah ndo kama ndo kama ile ilitokea pia kwa kwa Nandi Nandi na Gladness e, na pamoja na Ami mm. E, yani kwamba Ami alitaka aliingiliaga urafiki mm -hmm. E, na wakati wale watu wale wameshawakuta ni mabembe paka, kiasi kwamba wakawa kama vile, uh, Gladness na Ami wanakuwa kama hawako sawa, sababu wakati pia Nandi akikaa kinakuja hiki anakienda huko. Yani hivyo kwaona ndio shida ya wanawake. Wanawake hawawezi kukaa na neno mu, yani ukimwambia kitu ngumu lazima nakipeleka mimi mafriji ya gandishi. Mimi mwenyewe naogopa sana kukwambia au unaniambia tu mimi mimi mimi wewe na bora hii friji yangu mimi pana. Hii ni freezer, eh inagandisha yani barafu yake ni hatari. Kwa hivyo bwana ndio hayo Lulu Diva, bwana ndio tukaja naye leo hapa tu tuzungumze kwa pia watu pia wana nafasi ya kutuandikia maoni hmm. Jua hiki ambacho udiva amekisema hasa kwa upande wa wanawake ambao hmm. Kawaongelea Rudiva. Kwanza, je, wewe uko tayari kuwa na mwanaume ambaye sio msafi, kwamba yeye tu bwana awe ni mtu mwenye hey. Changamoto zake manake hey, <coughs> changa kuna wanaume wana changamoto zao, unajua, lazima anakupa changamoto kiasi kwamba unasema hey, Eh, hey, nimeingia cha kiu. Balaa. Mm, kwa hivyo uh, drop comment yako hapo ni muhimu sana mm -hmm. kutuambia ile alizozungumza Lulu Diva ni sahihi na wewe mwanamke ni kweli katika ile chagua chagua yako Mm -hmm. na ina zako unazichagua <laughs> na unapokata mwanaume, mwanaume msafi, je, wewe kweli ni msafi? Sio tu unakata mwanaume msafi. Kumbe mke ni mchafu Eh. Yeah. Mimi binafsi napenda mwanamke awe msafi kwa sababu mwenyewe najitahidi kwenye usafi hata kama uchafu nao mwanaume. Kwa mbali. Kwa mbali yani, ya uchafu mwanaume hajaubia usafi, uchafu wakosekani. Unaweza ukavaa e, soksi mpaka siku ukivua ina kusuta yani, soksi yenyewe unaiona huruma inavyokuangalia soksi, ina soksi imetoboka mara sita inakuangalia, ni vue <laughs> niache niache, nipumzike, niache nende salama muonekano wa nje, mm-hmm. Sijui kwa nini wanaume hivi, mlikaa kikao na mwenyekiti yupi nyewe wanaume, ama mlikaa kikao na rais wenu yupi na yuko ofisi yake iko wapi, akawambia kwamba vitu vya ndani sio lazima uvizingatie usafi? Nikimaanisha nguo yako ya ndani na soksi, hata vesti. Unakuta vesti nyeupe ishakuwa ya kijivu. Si kijivu? yeah, ugolo. no, si ugolo mpaka no, chawa. E, chawa na kunguni yeah. pia Nakuwa mtiani sana. Tu tu tujitahidi wale watu. Wanaume nani aliwaambia kwamba ngoo za ndani lazima uvae siku tatu nne? Lazima. Sasa uje sasa uje nakuaje? Umeona boxer? Eh. Boxer sio kama unataka kubadilisha. Unaweza kwa umeivaa. Usiku kabla hujalala unaivua? Eh, unaivua. Eh, unavaa baa kingo chako cha kulalia na baki bukta na nini? Sasa unakuta asubuhi shamka. Sio, kuna kuna kitu gani pale? Unakuta kale kaboksa anakuambia mimi nivae, mbona mimi bado msafi? Kweli. <laughs> ukikaangalia hivi kwenye upinde umeanza kidogo sana, tunaangalia kwa sababu unaweza kuvaa suruali afu labda umeangusha labda hela yako coin kuyokota, unakuta suruali zetu siku hizi hazibani kidogo, unakuta kaboksa kanaonekana kwenye upinde pale. Sasa kale ka upinde sisi ndo tunakazingatia huko, wengine wanaweza kukuhusu kale ka upinde, kawe mnakazingatia. Eh kawe hiyo upo, lakini huo ni uvivu wa kununua boxers kabisa, ni uvivu. Na unapokununua boxers unazaa uvivu wa kufua kwa sababu unaona kama vile <laughs> ukinunua nyingi utakuwa unazibadilisha, uvivu wa kufua. Na unaona kama vile ukisema ununue zingine nyingi utajikuta kama vile unatamani kubadilisha badilisha sana mm, lakini pia boxa hiyo ina, inazaa ubahili. Huo ni ubahili wa kununua boksa. Mnunuage boksa boksa, muhimu sana jamani. Lakini kuna mtu alisema hivi, kuna mtu mmoja alikuja kuniuliza akasema hivi, unajua kwa nini uh, ile pakti ya boksa za mwanaume inakuja tatu? mm. Nikasema sijui labda ndo wameona ni, ni sahihi kuweka tatu. Unajua kwa nini nguo za ndani za sa mwanamke zinakuja kumi na mbili? Kwa sababu mwanamke ndio anatakiwa ubadilishe nguo kila siku, lakini yeah, mwanaume anatakiwa hutumia zile boksa tatu hata kwa wiki, ndio maana hey, kaja tatu. Yeah. kwa nini zikuletwa? Yeah. Saba perfect kabisa. Wewe unaamini hiyo? Mimi naona iko sawa hata <laughs> mbili zingetosha. Eti ndio unajua kuna tofauti ndio maana sisi wanaume tukiekewa tatu alafu nyi wanawake mkiekewa 12 kwa sababu mwanamke mm, lazima ubadilishe. Mwanaume sio lazima kubadilisha. Jumatatu na Jumanne anavaa moja moja, Jumatano e, Alhamisi moja e. e, e. Kwenye... Mosi moja sio mbaya ya Jumapili ukipiga unafua, ukipiga zako tu bukta ile kidogo e, unafua basi. Yani walikuwa wameona mbali, sema tu ndio hivyo, sisi ni wabishi tu, ukubali vitu bwana. <laughs> E, mwage wasafi na nyie mbadilishage. <laughs> Eh, sasa kwenye unasema usafi hapo. mm.